Karibu Australia. Je, uko tayari kuanza masomo ya kuendesha gari katika New South Wales, Australia? Karibu kwenye masomo ya kujiandaa kupita mtihani wa udereva hapa New South Wales, Australia inayoitwa DKT. Masomo ya udereva iliyotayarishwa na watafsiri wa Kiswahili wa African Find Australia kwa ajili ya wageni, wakimbizi na watu wanaoishi New New South South Wales Wales Australia. Katika New South Wales, Australia, kuendesha gari sio kwa ajili ya michezo tu. Inamaanisha uhuru, ina maana ya kujitegemea. Unaweza kwenda unapotaka wakati wowote. Ukianza kuendesha gari, utaweza kufika kazini kwa wakati, kuwapeleka watoto shule au mazoezi, kwenda kununua vyakula bila kubeba mizigo mizito, kutembelea familia na marafiki au kufika sehemu nyingi bila kungoja basi au treni. Mabasi na matreni zinasaidia lakini wakati mwingine huchelewa, hukatizwa au haupatikani kabisa. Hali mbaya ya hewa kama wanatengeneza au mabasi yaliyojaa yanaweza kuchelewesha safari lakini ukiweza kuendesha, hauhitaji kungoja tena. Unakuwa naongoza muda wako. Kabla ya kuanza kuendesha gari mara ya kwanza katika New South Wales Australia, ni lazima upite mtihani wa udereva unaoitwa DKT. Ni mtihani wa kwenye kompyuta, itaonyesha kama unaelewa alama za barabarani, sheria za uendeshaji, na njia za kujilinda unapokuwa barabarani. Ukipita huo mtihani, unapata leseni ya mwanafunzi learner's license, na unaweza kuanza kujifunza kuendesha gari ukiwa na mwalimu wa udereva ndani ya gari. African Find Australia itakusaidia kupita huu mtihani wa DKT kwa uhakika na kujiamini. African Find Australia imetayarisha na kutafsiri masomo bora za kuendesha gari kwa ajili ya watu waliofika wapya kutoka Afrika wakimbizi na watu wanaoishi New South Wales. Transport for New South Wales ni shirika la serikali lililoandaa mtihani wa udereva wa DKT. Serikali inahusika na kupanga kusimamia na kuangalia mambo ya usafiri katika New South Wales, Australia. Serikali inatoa leseni, usajili wa magari na huduma za usalama barabarani. Service New South Wales ni shirika la serikali linalotoa mtihani kushughulikia maombi ya leseni na kutunza vituo vya mitihani. African Find Australia ina masomo nzuri zaidi ya kuendesha gari, masomo rahisi ya video, maswali ya mazoezi yaliyo rahisi kuelewa, mifano nzuri kutoka barabara za New South Wales Australia. Maelezo kwa Kiswahili na malugha zingine. Unaweza kujifunza kuendesha gari na kujiandaa kupitia mtihani wa DKT kupitia msaada wa African Find Australia wakati wowote wa kwenye simu yako au kompyuta. Unataka kuendesha gari? Kwanza lazima upite mtihani wa DKT. Lakini je, kama Kiingereza siyo lugha yako ya kwanza au kama Kiingereza cha Australia ni kigumu kuelewa, usijali. African Find Australia iko hapa kukusaidia. Tunatafsiri sheria za barabarani na mtihani wa DKT katika lugha nyingi za Kiafrika kama Kiswahili, Swahili ya Kongo, Lingala, Kifaransa ya Kongo, Kirundi Kinyarwanda na lugha nyingine za Kiafrika. Tunaifanya mtihani wa DKT iwe rahisi sana kwako. Lengo letu ni kukusaidia uelewe sheria, upite mtihani na upate leseni yako ya mwanafunzi, ili uanze kujifunza kuendesha gari barabarani. Ukipata leseni yako ya kuendesha gari, utaweza kufanya kazi nyingi na kuishi kwa uhuru katika New South Wales, Australia bila kuchelewa. Tunafafanua sheria za barabarani kwa Kiswahili, kwa hivyo utaweza kuelewa kila kitu, hata kama Kiingereza cha Australia ikigumu. Ikiwa wewe una ndugu, jamaa au rafiki mgeni hapa Australia, unaweza kumwelekeza kwa masomo ya udereva ya African Find, Australia. Pamoja tunaweza kufanya uendeshaji uwe rahisi, salama na kuendelesha jamii zetu mbele. Tupo hapa kufanya maisha yawe rahisi, salama na ya ukaribisho zaidi kwa kila mtu. Ukishapata leseni ya New South Wales, unaweza kuendesha katika muji yoyote ya Australia.